Naitwa Mwalimu Lilian, nimefika kazini, ndio nimekuta watu wamejaa hapa, tukaambia kuna watu wanachoma moto. Kwa hiyo sikuwa najua nini kimetokea, nimekuja kushuhudia na mimi kama wengine. hmm. kwa jina anaitwa Ibrahim Jacob na ni mkazi wa maeneo haya. Kwa kweli, kwa hii ni mara ya kwanza kuona hili tukio, lakini matukio mengine haya yanatokea tu mitaa hii. isipokuwa tu hatujajua sasa shida ni nini, hao vijana wenyewe hawa. Unakuta labda umetoka mjini umekuja huku mji, yani umetoka mjini umekuja mazingira yao ende nyumbani, unakuta vijana wamejificha, wewe kisha jificha, una inabidi wewe unaangalia huku na huku ili utembee. Sasa naona siku ya jana imekuwa ni ni siku tofauti. Ah, sijawe kushuhudia, ila nilishawe kupigwa na vijana, sio mara kwanza, mara pili nimetoka kazini, nimefika tu njiani napigwa na nyang'anywa fedha Watu wanaondoka ilikuwa nini? ni siku ni siku zimepita makamara kwanza kati ni nimehamia huku tena niwahi kupigwa. Ila tulikuwa tunaomba jeshi la polisi iyo napitia maeneo ya shuleni hapo, tuna, tunaomba kabisa jeshi la polisi angalau kidogo gari inapaki maeneo ya shule, ndio mara nyingi vijana wanajificha kwenye miembe hiyo. Kwa majina anaitwa Juma Bernard Kibiriti ni mkazi wa hapa Mhongolo ni mfanya biashara pia na ni mpiga boda. Haya mazingira sio rafiki sana kwa mapanyarodi, wanatusumbua sana. Tunaomba serikali angalau iwe tuwekee ulinzi kwa usalama zaidi, lakini kwa hilo tukio nafikiri watajifunza kitu kama wana akili timamu. Watu wanapora sana simu, pesa, maeneo ya shuleni hapa, kama hata bodo ukipita usiku unaweza ukasimamishwa na kuporwa vitu vyako vilivyo navyo. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga, ni kweli nimepokea taarifa za kuuawa kwa wananchi wa nne ambao wameuawa na wananchi inaosemekana wana hasira kali na wamejichukulia sheria mkononi. Tayari uh, askari wamefika pale na kuchukua miili ambayo imepondwa mawe na kuchoma moto na kupeleka hospitalini kwa ajili ya hifadhi. Jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga, tunasikitika sana kwa kitendo hiki kilichotokea kwa sababu kila mtu ana haki ya kuishi, lakini hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, na ndiyo maana kuna mahakama. Kwa hiyo ni watake na kuwaomba wananchi, hii tabia ya kujichukulia sheria mkononi iachwe mara moja, na tutahakikisha kwamba tunafanya msako mkali nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba tunawakamata hao ambao wamefanya kitendo hiki, kwa sababu hii tabia tukiacha iendelee, ina maana hapata kalika ina maana itakuwa ni uhuru wa manyani. Sasa hii sio sawa sawa. Kama mtu ni mkosaji kama ambavyo wanadai ni vibaka, vibaka ni binadamu, wanatakiwa tupate taarifa, tunakamata na tunawafikisha kwenye vyombo vya sheria. Yani mahakama yenyewe ndiye ambaye itatoa adhabu kule, pale ambapo ushahidi utakuwepo. Hiyo ni rai yangu kwa Wanashinyanga kwa Wanakahama kwa Wanaushetu kwa Wanamsalala wote, tukio ambalo limetokea usiku wa kumkea asubuhi na tumepata taarifa asubuhi, hilo tunaendelea kulifanyia kazi.